Kaka wa familia, nataka <tapälti> tumpeleke Asmah hospitali. Huyu ametapika mara mbili, hiyo si mimba, unaona. Hey, ako yeah? Anasemaka hana mahusiano, kanafanya mapenzi kwa siri. Mara mbili, mtu ametapika mara mbili, eti hawezi kumsa dawa; akimsa dawa zinarudi. Ha! kanaenda kutapika <MARTIN> chone

unia imenitupa ndugu, amenitupa pesa, kuna chakula, kuna matatizo makubwa, upweke, upweke, upweke.